Hello guys and welcome to my channel. Thank you so much for keeping it here, keeping it locked. Anytime you see my video, thank you for always watching, liking na kama haujawahi comment, tafadhali comment. Piga hiyo like finya finya. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe tuendelee kusonga vizuri. So nilikuwa na swali leo. Mmewahi poteza mtoto? Wazazi wanaelewa what I mean nikiuliza kama mmewahi poteza mtoto. That is the worst moment ever, muna kuanga very confused, very confused. So siku moja vile huo mnaketi, kila mtu ako tu na shughuli zake, you get busy, you don't remember kulikuwa na mtoto around. Mtoto mmoja kwa hii familia ya Moses akaamua amechoka, akaenda mahali. Alienda nitawaambia tukimaliza video. So ikafika kugutuka, mama akauliza, mmeona mtoto? Ako wapi? Sijamsikia masaa yote, mtoto ameenda wapi? We si alikuwa hapa saa hizi tu, tumemsikia hapa saa hizi, saa ngapi? Hebu mlete. So kwa mna, mna split na mko confused ninyi mtaenda hii side muangalie, enda mkiuliza majirani, mnaenda mnakutana, tena mnaconverge at one place. Umemwona? ati hatujamuona. We nikushika hivi, ebu mumtafute huyo mtoto. Mlimwacha kwanza nani alikuwa na yeye hapo? Ndio sasa kunachemka, mnaenda mnatembea, mnatembea, tukaenda, tukazurura, tukazurura, mimi umetoka, unajua mkirudi mtapigwa, mtoto amepotea. <laughs> Sijui ni nani alirudi kwa nyumba akaenda kuangalia jacket zilikuwa zinanyiwa hapo bedroom, akapata mtoto. Tunatafuta mtoto amelala usingizi, my friend. Hehehe. We kakuja akatuambia, mnatafuta nani? Mtoto sindiwe amelala kwa kitanda hapo. Ndio mnapanguzanga kile kijasho chembamba Mnakuwanga mmesweat mtoto kupotea, unashangaa sasa, mbona angesema tu anaenda kulala? Anyway, lakini swali huwa ni moja. Wakati unambua tafuta mtoto amepotea, does it ever ring to your head ati ukaangalie kwa kitanda kama mtu amelala? That never rings in your head. Mutatembea, mtauliza, na hapo ndio jirani anakwambia sijamuona hata kutoka asubuhi hapo <laughs> ndo unasikia ni karo inatoka hadi tangu asubuhi hujamuona. Oh, hiyo ndo mtoto alipotea. But then for this one mtoto alikuwa milala, si tuko nje tunatafuta. That was the first case. So the second time it was my mom's friend alikuja kututembelea, family friend. Alikuja na mtoto wake msichana. So mtoto tukakunywa chai Kamaliza. Tuka Tukaenda kucheza nje. So mama wakabaki na best yake wakipiga mastori. Tukaenda nje. Sisi nje tukacheza tukacheza mtoto alitoka tu polepole pole akaenda. Sisi hatuko notice cause unajua, mkicheza kwanza mkicheza katiwa mko busy sana, unaruka unakimbia huku, mkeanza break choo mkicheza blanda very busy concentrating kwa game. Uwezi hata kumbuka kitu kama mtoto. And then Mali alikuwa ameketi yoleza assume atatulia pale mpaka mmalize. Mtoto akachomoka akaenda kajiseti, mali alijiseti. Sasa mama mmaliza story, now the friend wants to leave. Akatoka nje, sasa amebeba mpaka virago, akatuuliza akopi mtoto, unataka kuenda hey. Hey. Ndio mnaanza kuangalia. Aya, si alikuwa ameketi hapa, hata alikuwa anacheza hapa saa hii tu. Naambiwa mm -mm. hakuna cha saa hii tu, nipe mtoto, nataka kuenda. My goodness, kichwa inazunguka hivi, very confused, mume tense, wote mtoto mmempoteza, hamjui ako wapi. Kimbia huku, mwingine kimbia huku, mnaanza kimbia, mmtafute, hamjui mnaanzia wapi. Ukiuliza mtu anakwambia, mimi sijaona mtoto yote kwa nza hata, to make matters worse sometimes, unapata haukumbuki alikuwa amevalia aje. Munatafuta, tukatafuta tukatafuta. <laughs> So bahati nzuri tukiendelea kutafuta, tulikuwa na duka, kuna customer alikuja, so mama akatumana mmoja aende kumuuzia. Mwenye alienda kuuza kwa duka anakuta msichana, mtoto alienda kwa duka akaketi, akachukua mafuta ya kujipaka akafungua, amejipaka uso yote, ile mafuta yote amejipaka kwa mikono sisi. <laughs> huku nje tuko na pressure, tuko na stress, tumeambiwa tutafute mtoto. Akaitana, mam! Ndio <laughs> huyu hapa! My goodness, sasa unashindwa utamchapa, utafanya nini? Remember the kid is so young yeye yeah, hata ajui kama mnamtafuta, hata actually anashangaa mna shout shout nini hapa. <laughs> Amejiseti, amejipaka mafuta, ameshine, amekula ingine, ameketi hapo tu kwa duka, hata hakuenda mbali. If there is a moment that were the worst moment, ni hiyo ya tafuta mtoto aki, unaendanga miguu zinaisha nguvu, unajaribu kutembea, alafu hiyo ndio saa yenyewe unapatanga hakuna mtu wa kuuliza, ama hata mwenye unauliza anakwambia hajamuona, hata hajui ni nani unaulizia wewe. Wewe Mungu ndio uchunga watoto, haki. Ukiona kwanza hii, wakifika ile age ya mtoto ameanza kutembea, amepata miguu <tap> <tap> wewe, one minute unamsikia hapa, the next minute ukitoka hayuko nowhere to be seen aki God ndio uchunga tu watoto so, kuna video niliyoifanya that sometimes, just pray, nikiwaambia just pray for these kids. Aki sijui it is usually very tricky. Ndiona mzazi amelea mtoto amefika hiyo rika yenye huko. Wewe mpaka umekuwa mzazi sahihi, shukuru Mungu sana. anyway Thank you so much for always tuning in. Kama mlioipoteza unaweza tuambie kwa comment section, tujue experience yenu ilikuwa je? Sisi hawako, hawako anaenda mbali ile nye tutasema ameenda amepotea mbali, ni kwa duka na kulala. Aki jamani, mnatuteza mkilala, semini mlilemea na usingizi, uje tu niambie naenda kulala. Anyway, see you in the next video. Bye.